Kusaidika ni hivi, mtu unashindwa kuelewa saa, umeisoma Biblia mwanzo hadi Ufunuo, kaimaliza, lakini haukuishi ile kweli ndani ya Biblia. Tunasoma kuimaliza ili kuishi ile kweli. Maana hukuwezi ukanifundisha, umeisoma Biblia ukaimaliza, lakini haukutaka kuishi kweli. Sikubaliani na wewe. Ninakubali kuishi kukumsikiliza mfundisho mtu mhubiri, ambaye ameisoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini anaishi ile kweli, yule mtu ambaye huyo, ndio atakayekuwa salama wako kufundisha sisi wateule wa Mungu. Lakini watu wengi wamekuwa wakitembea kwenyeyo njia ile ambayo kwamba eti alisomea nini, alisoma alienda nchi za nje akasoma huku na huku. Hiyo ni upumbavu tu. Ukiona uki, hiyo kitu unapoisikia akumba amesoma eti tunasema huyu ndio nitamsikiza, alafu anakufundisha ujinga, anahalalisha dhambi ambazo kwenye Biblia alisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, akakuta hiki Biblia na kikataa, akakuta hiki Biblia na kikataa, akakuta hiki Biblia inasema ya kwamba hiki hakifai, lakini unakuja huko amesoma kabisa. Sikiza, narudia, yaani Biblia amesoma kutoka mwanzo hadi funo, akakutana na kitabu cha mwanzo, Biblia inamwambia ya kwamba Biblia hili imelikataa kuchinja wanyama tena na kumwaka damu za wanyama tena ndani ya madhabahu. Unakuta kabisa alimkataza lakini, anakuja anakuambia kwamba bado bana, tunachinja lazima tuchinje ili tuwe matajiri. Yule ni muuni, achana naye. Yani anakuja kwenye kitabu cha, kitabu cha, neno wa Mungu, kitabu cha kumbukumbu la Torati, unakuta mara bibi anamwambia kwamba mwanamke haipasao kuvaa mavazi fulani, lakini unamkuta ndani akisaka halalisha yule mpumbavu yule, atakiwi, yule utakiwi kumpa masikio yako kumsikiliza. Mimi nasema kwamba sitaweza kumsikiliza mtu kama huyo. Kwa sababu gani? Tunatakiwa kusikiliza mtu ambaye amelisoma neno wa Mungu kutoka mwanzo hadi Ufunuo nikamwambia hiki akifai, akasema na yeye akasimamia nafasi hiyo hiyo, akaja kwenye Ufunuo akakuta andiko linamweleza habari ya maonyo na jinsi gani kanisa litakuwa liishi na jinsi gani unatakiwa kuhubiri wewe kama mhubiri wa nyakati za mwisho, lakini unamkuta anahubiri nje ya hilo agizo. Maana yake yule atakutaka kumpa nafasi kama siku yako, atakupotosha kama alivyopotosha wengi, wakahalalisha uovu wakaendelea kutenda na kanisa mpaka unavyoona imefikia, ni kwa ajili ya hichi kitu. Bwana atusaidie sana. Eti kwa sababu tu amesomea, sio akapewa cheti ya uchungaji alafu anakuja na kufundisha utumbo. Si ni hatari? Ni wangapi leo wanaishi mfumo huo? Bwana Yesu atusaidie sana. Ni wangapi leo ni wahubiri, wanawake wanaingia ndani ya madhabahu zao wakiwa wamevaa masuruali, wamebana, wamejichubua ngozi, wamevaa vimini kwa sababu gani? Yule mtu sio shida, yule kiongozi aliyemlea kama na mfumo huo na alimwambia, mimi nimesoma Biblia, sijaoni napo naponikataza kufanya hivi, nendo navyoweza. Maana yake yule ataanza uchungaji, hataatakabadilika ata hata atakuja kuanza huduma yake mwenyewe, atakuwa na mfumo huo wa kihuni huo, atabadilisha kwa sababu msingi wake ulikuwa ni huo. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nataka niwaambie wateule wa Mungu, ni lazima uchague njia iliyo sahihi itakayokusaidia. Ni lazima uweze kujitafautisha na watu wa mataifa, lazima uweze kujitofautisha na watu ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo. Wewe uwe mtu wa kipekee sana, usienende kama dunia inavyoenenda, usienende kama wachungaji wa kisasa navyoenenda, bali enenda sawa sawa na neno la Kristo navyodeleza. Hapo ndipo tutaweza kupona na kuweza kuisikia sauti ya Bwana ikisema na sisi, ambayo ni sauti ya upole. Basi nikuache ni, ni, ni, ni na neno moja hapa, ili kwa ajili ya kumalizia ni neno kutoka kitabu cha Luka. Anasemaje kitabu cha Luka kumi na tatu, mstari wa kumi na sita, kuna habari moja hapa natamani niangalie, inasemaje: na huyu mwanamke na, na huyu mwanamke aliye wa uzao wa, wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minne hii haikupasa afunguliwe haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato. Hapa ni Yesu Kristo ameenda mahala fulani, akamkuta mwanamke ambaye na yeye anahesabiwa kuwa uzao wa Ibrahimu, kwamba anaweza kuwa na imani na kumtumikia Kristo kama vile Ibrahimu alivyomtumikia Mungu, lakini akawa katika kufungwa cha uovu. Kwa hiyo Yesu alipoweka mikono yake, akamfungua alivyokuwa amefungwa na shetani, akamfungua. Ndio akawa nauliza, hivi mmechukia huyu mtu kwa kufunguliwa kwake? Kwa kuna watu kuna wachungaji wapo ambao au oh manabii inatakiwa ni wazao wa Ibrahimu, lakini hawaishi mfumo wa wa wazao wa, wa Ibrahimu. Ilikuwa inatakiwa waishi mfumo ambao ni Wakristo na nini. Itakao watoa ni lazima asikie injili ya matengenezo, ili waweze kutoka huko kwenye kifungo cha shetani na kuingia katika njia ya kumcha Mungu. Haleluya, wateule wa Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio itakaoweza kuwasaidia wale watu. Kuna watu wako kwenye kifungo falme za giza, utaki watoke Unakasirika unapoona wachungaji wanahubiri kweli, wanajua hii injili, ao watumishi wa kweli wakina Sauti ya Mtu Nyikani. Hawa tukiwaacha hawa tukiwaacha, hawa tukiendelea kuwaachia, watakuwa na nguvu kubwa kwao. Tuendelee kutengeneza vita kwenye ulimwengu wa roho, tuendelea kutengeneza vita, na hizi vita kazi yake itakuwa nini? Kwa ajili ya kuwazuia, kwa ajili ya kwa ya wafalme wa giza, mapepo ya namna yote, yaani ya za namna mbalimbali, kuhakikisha anapojaribu kufikia ulimwengu, anapojaribu kuwafikia ulimwengu, kuna kitu takitengeneza cha kuweza kum kumfarakanisha na, na wanafunzi wake ambao wanafunzi anaowafanya kwa ajili kumjua Kristo. Akikari, akikaribia kufikia ulimwengu akikaribia kuwafungua macho wengi, tutume kitu ambacho kikitokeze katikati hapo, maagenti ya kuweza kumchafua kwa namna moja au nyingine, kama tunavyoona leo hivi. Kwa hiyo ataendelea kupigana kuhakikisha tusifike ulimwengu, ataendelea kupigana kuhakikisha tusifike masokoni, lakini katika utukufu wa Kristo na katika kusudi, katika wakati huu Bwana ata Simama. Lazima tutafika. Bwana atusaidie sana Kwa hiyo simamia kweli, mtu wa Mungu, na ni tamani kukuombea mahali ulipo wewe, mchaji wa Mungu, natamani kuomba juu yako, ndio kutuma request yako. Imba moyo wangu, imba. Kwa hiyo umeona, akasema kwamba akasema kwamba na huyu mwanamke aliye uzaa wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minne hii haikupaswa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliyefungwa miaka mingi hii miaka salasini na minne haikupaswa kufunguliwa karamata, maana ilipaswa afunguliwe. Huyu mtu ambaye ana roho wa Bwana ndani yake huyu huyu mwinjilisti ambaye ana roho wa Mungu ndani yake, yuko katika huduma ya giza haikupasa afunguliwe kwa muda mrefu aliyotumika pale. Ilitakiwa maelfu ya watu kwenye wito ulioko ndani yake uweze kubadilisha maelfu ya watu, lakini kwa sababu yuko chini ya nguvu za giza, yuko chini ya kiongozi ambaye linatumika roho ya giza ndani, kuna joka ndani yake lipo. Kwa hiyo ule mwinjilisti, kuna nguvu inamkandamiza ile kweli nafichwa, inatakiwa funguliwe, atoke mali hapo, macho yake yafunguliwe, Bwana mtokee kwa njia ndio tuambia mali hapo sio salama. Alafu Bwana kisha mtokea, anakuja sasa kusimamia ile kweli, anakuja kuitangaza ile njia, na watu wanaiamini. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo wewe uliye mchaji wa Mungu uendelee kusimamia kweli, uendelee kusema katika kweli. Nimezunguza mambo kadha kadha ya leo, na Mungu atatusaidia tutatembea zaidi. Nikutamkie neema ni na baraka wewe ulioko mahali hapa nikuombe. Nikuombe Bwana akufungue, na mimi Bwana naomba nifungue, na mimi Bwana naomba nipe nguvu zaidi ya kukutetea na kuitenda kazi yako kama wewe ulivyoniita niweze kushinda kila majaribu ya kila aina kupitia Baba, na kushukuru kwa kisomo hili na kushukuru kwa kipindi hiki Bwana Yesu, na kuinua juu jina lako libarikiwe Nasema asante kwa miujiza hei, nasema asante kwa upako huu, nasema saparemushi kuriabata neema yako itembele kila mmoja, ninamtamkia ukombozi yoyote aliyoko mali hapa, nguvu zako zikamfungue kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila magonjwa na kila roho ya uharibifu, na mrudisha nyuma kila mara kwa mara, hiyo roho tunaipinga kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho tunaipinga kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho tunaipinga kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho tunaipinga kwa jina la Yesu Kristo, ile roho ya kurudisha nyuma, ile roho ya kurudisha nyuma ninaikataa kwa jina la Yesu. Ile roho ya kurudisha nyuma ninaikataa kwa jina la Yesu. Ile roho ya kurudisha nyuma kila wakati, Bwana kwetia kipindi hiki Bwana kwetia ujumbe huu, Bwana kwetia njiri ya sauti ya mtu yanyikani, kila roho ya kurudisha nyuma, kila roho ya kurudi nyuma mara kwa mara, ile roho ya adui, zile silaha za adui anazozitumia kwenye kazi ya mwisho kwa ajili ya kuwapunguzia mwendo wa takatifu, ile roho ninaishambulia, ile roho ninaishambulia, ile roho nina nina najitenga nayo kwa jina la Yesu Kristo sawasawa neno lako la Zaburi sura yake 27 ule mstari wa kwanza hadi wa nne. ya kwamba Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu na uzima wangu, nami natangaza kila roho zinazoniangusha zinazonirudisha nyuma mara kwa mara, zile roho, mawazo mabaya, mawazo mabaya, yawezekana ni nguvu ni, ni, ya, ya ya ipoteze nguvu, ipoteze power kwa jina la Yesu, ipoteze nguvu hiyo kwa jina la Yesu Kristo, inaotupunguzia mwendo inaotupunguzia mwendo pale ulipo. Ile roho na iangusha naiangusha roho, hayo magonjwa kwa jina la Yesu Kristo, ambayo imekuwa sababu ya wewe kuleta tamaa. Yale magonjwa hayana mamlaka kwako. Yale mag..., yule mwanamke pale Berikani alisema kwamba nahitaji kutendewa, naye Bwana Yesu akamuuliza kwamba unataka nikutendee nini? rimashaka ramayantia yule patromayo kipofu mwana wa Timayo, yule patromayo kipofu mwana wa Timayo akuomba fedha, akumuomba magari Yesu Kristo, akumuomba viti, akumuomba punda akutembelea, akumuomba punda akutembelea ili aendelee kuomba. Akiwa anaomba sadaka zake asio anachoka sehemu moja akuomba chochote, kila kuomba mavazi, aliomba kitu kimoja tu, uzima. Aliomba maji ya uzima, aliomba apate kupona na aliomba kupata kuona tena. Nami kwa jina la Yesu natangaza upate kuona, natangaza upate kusikia, natangaza upate kusimama kwenye imani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu yako Kristo, mwana wa Daudi. Na kushukuru Baba wa milele, Mungu wenye nguvu na mamlaka, in the name of Jesus, amen. Mungu akubariki sana mama, mama live love. Mungu akubariki sana amen. Asante Bwana, na kushukuru kwa neema hii ya pekee na kushukuru Mnazareti, mwana wa Daudi, mfalme amani, wenye nguvu, uliwaponya wengi sana uliwafungua wengi macho yao, uliwaweka huru nao wakawa wazima. Baba, ninakubariki na kuginua mbariki huyu mtu mwalio kwa hapa, namwombea nguvu katika jina la kwenye njia zake, namwombea neema katika njia zake, namwombea Roho wako katika njia zake. Ninaomba lango lake la kiroho lifunguke, ili sauti yako apate kuisikia yeye mwenyewe, ili sauti yako apate kuisikia yeye mwenyewe, kimuongoza maya ntia ripusha karamayanta kwa jina la Yesu Kristo wana Jina lako libarikiwe tena na kuinuliwa katika majira haya na naombea siku ya Ijumaa ikawa ya baraka na neema zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwe sana mteule na mchaji wa Mungu majira haya. Ni Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Sauti ya Mtu Aliae Nyikani, au kwa wengi wamezoea sauti ya mtu nyikani, lakini pia kwa uchina la ubatizo naitwa Yohana, na kukaribisha katika Injili ya nyakati za mwisho, Injili ya toba na matengenezo katika wakati tulio nao. Niseme kwamba tuko ukingoni, tuko mwisho wa dunia. Simamia katika imani, isiwepo jambo lolote la kukutoa kwenye msingi, isiwepo lolote la kukurudisha nyuma kiimani, simama ngangana na Kristo. Na mi ninakuombea uendelee mbele. Mimi ni mtumishi mm, wa Mungu ni katika nchi ya Tanzania, mnenaji wa injili nyakati za mwisho, katika wakati mchache ambao umebaki kwa ajili ya kuishuhudia kweli. Kwa hiyo kwa kwa kwa, niseme kwamba wewe ulioko mara hapa, awezekani mara ya kwanza kufika, nikuambie kwamba karibu kila wakati huo katika kipindi hiki, lakini kunako mafundisho mengi sana ambayo yamekuwa kiendelea kwenye akaunti hii kwa ajili ya kuamsha nia za watu na wewe atakusaidia tena zaidi na zaidi kwa utukufu wa Mungu. Amen.